Jumamosi njema, Jumamosi ya baraka. Bwana Yesu na asifiwe. Ni matumaini yangu ya kwamba mahali popote pale umeweza na kuamka ukiwa, mahali popote pale unatupata ukiwa unabarikiwa unazidi na kubarikiwa na uko tayari kabisa kuweza na kupokea yote ambayo yani tutakuletea kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka. Maana ni kipindi hukubariki, ni kipindi hukuinua kiroho, ni kipindi hukuongezea tu nguvu. Wakati neno la Mwenyezi Mungu tunaletewa tunaombewa, yani unahisi tu umeweza na kuinuliwa na umeweza na kubarikiwa. Unahisi kwamba hata siku yako imeweza na kuanza kama imebarikiwa. Hivyo basi karibu sana tukaweze na kupokea hayo yote kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Jacinta Sana kutoka kanisa la ABC Misuuni Mitaboni pastorate Machako sabu indikota, yuko hapa tayari kabisa akaweze na kutunyunyizia hizo baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo ameweza na kumbariki nalo, yani akiwa na kusudi njema, akiwa anatufikiria mema asubuhi ya leo. Karibu sana mpendwa mtazamaji, asubuhi higini ya leo, naomba nikaweze kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo, natumai umzima ndani ya Kristo na unaendelea kushuhudia makuu ya Mungu katika maisha yako naomba Bwana akaweze kukubariki na kukutia moyo katika changamoto ambazo unazozipitia asubuhi hii ya leo. Naomba nikukaribishe katika kipindi chetu cha Manyunyu ya Baraka, tukazidi kuinuliwa na kubarikiwa kwa pamoja. Naomba ili tukaweze kuomba ni kwa ajili ya neno. Mungu wetu na baba yetu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu mkuu katika maisha yetu. Tunasema ni asante ni kwa ajili ya siku ya leo umetubariki kuwa ai Bwana, tunasema uinuliwe. Tunapoenda kulisikia neno lako, tunaomba Bwana ukalifuatilie ndani ya mioyo yetu. Tunaomba ukafungue mioyo yetu ili ndani neno lako likaweze kuingia ndani yetu na Roho wako Mtakatifu akazidi kutufunulia Nitumie kama chombo chako ili nikaweze kuyanena yaliyo ni mapenzi yako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Neno la Mungu tunaenda kutoa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kifungu ni hicho cha kumi na nne mstari wa kumi na kumi na moja. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza kifungu ni hicho cha kumi na nne mstari wa kumi neno la Mungu linasema hivi: yamkini siko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye naye, anenaye atakuwa mjinga kwangu. Neno hili la Mungu ambayo Mungu alitaka kuzungumza nasi asubuhi hii ya leo. Nitataka tukaweze kuzungumza kuhusu kutambua sauti ambayo inanena katika maisha yetu. Sana sana kutambua sauti ya Mungu katika maisha yetu na kuifuata. Kutambua sauti ya Mungu katika maisha yetu na kuifuata. Kwa maana nisipo elewa maana ama kujua ile sauti inayosema nami, ninaweza nikapotea. Vile Biblia imesema sauti ni nyingi ambazo zinaongea. Mara nyingi mtu anaweza sema niliona hivi, Mungu alinena na mimi hivi, lakini ukikuja ukifuata ile jia ambayo hiyo sauti imekuambia uende nayo Unakuja kujipata umepotoka, unakuja kupata umepotea ntia. Kwa nini? Kwa sababu hukutambua kama hiyo ilikuwa ni sauti ya Mungu inakuongelesha, ama ni sauti ya Shetani, ama ni sauti ya nani? Saa ngine unaweza ongeleshwa na sauti ya tamaa yako. Sauti ya tamaa yako inakuongelesha, unaona, ukifanya hivi na hivi utakuja kuinuka katika maisha, kwa sababu kuna watu uliangalia ukaona wanaendelea na vizuri katika maisha, unasema fulani, nilikuwa na yeye tulisoma pamoja, tulikuwa marafiki, na nikiangalia, amebarikiwa kuliko mimi, nikimwangalia anaendelea vizuri kuliko mimi. Kwa hivyo tamaa, tamaa yako ya macho yako tamaa ya moyo wako inakufanya usikie sauti ni kama imeongea na wewe na inakuambia ukifanya hivi na hivi utakuja kuinuka katika maisha, na mwisho unakuja kujipata umeangamia, unakuja kujipata umepoteza njia, kwa sababu ulifuata sauti ya tamaa yako, ulifuata tamaa ya macho yako, na Mungu hakukuwa pamoja na wewe. Mungu hakutembea na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ulijisiki ulijisikiza wewe mwenyewe vile unataka, na ukasema uwezi kushindwa na jambo ambalo unalijua na unainuka unasema. Kwa hivyo, mpendwa wa mtazamaji, asubuhi hii ya leo, nataka kukuelekeza jinsi unavyotakiwa kufanya ili ukaweze kutambua sauti ni ya Mungu ama ni ya nani ambayo inanena katika maisha yako? Kwa sababu neno la Mungu limetuambia kana kwamba, basi nisipojua maana ya ile sauti nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye naye, anenaye atakuwa mjinga kwangu. Usipojua maana ya hiyo sauti, utakuwa mjinga. Usipotambua ni nani ambaye anaongea na wewe, utakuwa mjinga. Umuhimu wa kusikiliza sauti ya Mungu, jambo la kwamba sauti la Mungu ukiisikiza itakusaidia kukua kiroho, ili uweze kushinda changamoto. Ukijua njia ya kutambua sauti ambayo inakuongelesha na ukuja kutambua ni sauti ya Mungu inakuongelesha, utamwambia Mungu, nataka kukaa katika sauti yako, ni wewe tu Bwana, nataka kukusikia ukinena ndani ya moyo wangu, ukinena katika maisha yangu. Bwana Yesu na asifiwe. Na, na ukitambua kana kwamba ni Mungu anakuongelesha ukitambua kana kwamba ni Mungu anayenena na wewe mpendo wa Mungu unakwambia, utakuwa utaweza kukua kiroho na utaweza kushinda changamoto ukisikiza sauti ya mtu ukisikiza mara nyingi sauti ya manabii ambao wanaweza kuja kwa maisha yako wakudanganya, waanze kukuambia umeronga, waanze kukuambia umefanyiwa hivi na waanze kukuambia vile, unaona unaendelea vibaya, ni fulani amekufanyia hivi. Unasikia sauti ya mtu inakupotosha, unachukia mtu bure. Lakini unafaa kumuuliza Mungu yale ambayo Mungu, napitia katika maisha yangu, najua Mungu unayajua yote, na najua una mpango ni kwa ajili yangu. Mungu, nataka kukusikiza wewe tu ukinena katika maisha yangu. Ni wewe tu Bwana, nakuhitaji katika maisha yangu kwa maana Bwana, Bwana usiponena na mimi, mimi sitaweza kujua niende wapi wala nifanye nini. Tambua ile sauti ambayo inakuongelesha. Kwa sababu, kwa sababu ukikosa kuitambua utakuwa mjinga kwa yule ambaye ananena na wewe naye utakuwa mjinga kwake, na ukimsikiliza Mungu tu peke yake, mpendo wa Mungu, nakwambia utakuwa kiro. Utaweza kushinda changamoto kwa sababu umesikiza sauti yake, naye atakuongoza, naye atakusaidia zile changamoto ambazo unazipitia katika maisha Ukisikiza sauti ile ya Mungu atakushindania, atakushindia. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, kuna haja ya kutambua ile sauti ambayo inakuongelesha. Siku hizi masauti yamekuwa ni mengi, yanaongea. Ukiamka unaambiwa hivi, ukitembea unaambiwa hivi. Ukiyasikiza hayo masauti, mpendwa, nakwambia utapoteza njia Nakwambia utakuja kujipata umepotea, kwa sababu ukuomba Mungu ukamwambia Mungu, nataka kusikia tu sauti yako ikinena na mimi. Hiyo sauti ambayo utaisikiza ya Mungu itaweza kukupigania na kukuongoza katika maisha yako. Uhusiano wako na Mungu utazidi kuongezeka, utazidi kukua, ukijifunza kutembea ndani ya sauti ya Mungu. Uhusiano wako na Mungu utaweza kukua, utaweza kuongezeka kiroho, utaweza kuinuliwa kiimani, mpendwa wa Mungu. Kwa hivyo jikangua nguo mwenyewe ili uweze kujua na kutofautisha sauti, maana sauti ziko nyingi duniani zinaongea, sauti ziko nyingi duniani zinaongea, zinakuongelesha kila siku. Sana sana kwa sana wale watu ambao tumepitia mambo mangumu, kwa wale watu ambao tumekufa moyo utazidi na tutaendelea kukufa moyo kwa kutokusikiliza sauti ya Mungu. Unataka kusikia vile watu wanasema juu ya maisha yako, unataka kusikiza vile watu ambao ni manabii wanasema juu ya maisha yako, na wanakuja kukupotosha tu, unakuja kupotea mbure. Kwa sababu ya kuumizwa, kwa sababu ya kupoteza matumaini, kwa sababu ya kukufa moyo, unasikiza sauti ambazo si za Mungu. Uwo, mpendwa mtazamaji, hata kama uko hali gani, hata kama ni mambo magali ambayo unayapitia katika maisha, msikilize Mungu anasema aje. Ndio anajua. Hali yako ni ngumu, siwezi kuuelewa lakini mpendwa wa Mungu, jifunze kutambua sauti ya Mungu na kuisikiliza na kutembea ndani ya hiyo sauti ya Mungu, kwa maana ni sauti ya Mungu tu inayoweza kukupigania vita. Ni sauti ya Mungu tu inayoweza kukuongoza. Ni sauti ya Mungu tu inayoweza kukufanya wewe kukua katika kiroho. Lakini ukifuata sauti za watu, kwa maana nimekwambia sauti ziko nyingi, zinaongea na ukikosa kutambua utakuja kujipata umeingia kwa shimo. Utakuja kujipata umeanguka, na utakosa mtu wa kukuinua. Lakini ukikaa katika kumsikiza Mungu vile ananena na wewe na kuwa mwambaji, umwambie Mungu, nataka kuongozwa na sauti yako, mpendo wa Mungu utapotea. Watu wameinuka wengi wa kupotosha watu katika imani yao, kwa hivyo unafaa kujikangua wewe mwenyewe na usikilize ni sauti gani inaongea ndani yako. Acha mambo ya wivu katika moyo wako, acha mambo ya tamaa katika moyo wako. Ufuate vile moyo unataka, vile macho yanaona? Hapana, sikiliza sauti ya Mungu na umwambie Mungu, ni wewe tu na kutaka unene nami katika maisha yangu, kwa sababu usiponena nami mimi sitaweza kitu. Mungu, ongea na mimi Nataka kukua kiroho, nataka kupandishwa na wewe kiimani, nataka kuinuliwa na wewe ndio. Najua nimekufa moyo, najua Bwana nimepitia mengi, lakini ni wewe, nataka unene nami katika maisha yangu, na ukinena nami, utatembea nami, nitakuwa kiroho, na utakuja kuniinua siku moja. Bwana atubariki na abariki neno lake. Amina, tuombe. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua tunalihimidi jina lako kwa sababu ni jina kuu. Tunasema ni asante ni kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunasema ni asante ni kwa ajili ya neno lako takatifu, ambayo Bwana ulikuwa umeiandaa ni kwa ajili yetu siku hii ya leo. Tunasema Bwana uinuliwe. Tunasema Bwana. Upokee sifa na shukrani zetu uketie kwenye kiti chako cha enzi. Tunasema ni asante ni kwa ajili ya neno lako, lifuatilie ndani ya mioyo yetu Bwana. Tunataka kukua kiroho. Tunataka kusikiza sauti yako wewe Mungu ukinena nasi. Kwa maana sauti ziko duniani nyingi zinaongea. Na tukizifuata Bwana tutakuja kuanguka. Bwana tunataka kusikiza sauti yako tu ikinena nasi katika maisha yetu. Najua Bwana mpendwa mtazamaji ameumia miaka mingi. Najua wengine Bwana wameanguka na wamekosa watu wa kuwainua katika maisha. Naomba Bwana ukawashike na ukawainue na ukawape kusikiza sauti yako wewe Mwenyezi Mungu, ili Bwana wakazidi kukua kiroho, hata wakiwa hali gani ya maisha, wakazidi kukua kiroho, wakazidi kukutumainia wewe, wakawizi wakaweze kuweka imani yako kwako na kusikiliza sauti yako wewe Mungu, ili Mungu kaweze kutembea nao na uka awape kukua katika kiroho na wakaendelee mbele zaidi kukutumainia wewe, ni Mungu mwaminifu katika maisha yetu. Mbariki mpendwa mtazamaji na umwinue, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa, kwa maana Bwana, umesikia na utaenda kututendea, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, Amina. Mungu ni Mungu wa mipangilio. Yani, Mwenyezi Mungu akuweza na kuinuka tu na kutuumba pasipo mpangilio. Hata hapo mwanzoni, wakati ambapo alikuwa anaumba, wakati ambapo alikuwa anatekeleza kazi yake, alikuwa na mpango, alikuwa anajua hii siku ya kwanza ya wiki nitafanya hiki, kesho yake nitafanya hiki. Yani kutoka mwanzoni Mungu amekuwa ni Mungu wa mipangilio, na hapa kupitia, kupitia haya maandiko tumeweza na kukumbushwa kwamba huyo Mungu ni Mungu wa mipangilio. Hapa Paulo alikuwa anawafundisha hata wakati ambapo wanatumia karama zao wanatumia, yani kile ambacho kile kipawa Mwenyezi Mungu ameweza na kubariki nacho, wakati ambapo wanaongea wanaongea na lugha watumie hayo mawasiliano kupitia, yani kupitia sauti lugha karama, huyo Mwenyezi Mungu, wakati ambapo aliweza na kutubariki na hizo karama, tunapaswa kutumia kama zawadi kama zawadi, yani natutumie kwa hekima na upendo pia na kueleweka ili tukaweze na kujenga kanisa la Mwenyezi Mungu, lakini sio e, na kuleta umoja, lakini sio kuleta mkanganyiko. Wakati ambapo hata unasema kwamba unaongea na lugha nje pale, ile lugha ni wewe unaielewa peke yako, ama kuna mwingine pale anaielewa? Wakati ambapo unaongea na hakuna mtu mwingine anaielewa pale, unaitumia vibaya. Hata kama ni karama Mwenyezi Mungu aliweza na kukubariki nayo, unaitumia vibaya. Ile language ama lugha ambayo unaitumia inafaa kuwa kuna watu pale wanaielewa, usije ukaleta mkanganyiko ndani ya kanisa ya Mwenyezi Mungu. Tusije tukawa ni watu ambao tuko ndani ya ibada lakini hatuelewani, tuko ndani ya ibada lakini kila mtu anaongea kivyake, kila mtu kile ambacho anaongea tu ni yake, sio mtu mwingine kuifahamu Hatujui unasema nini, hatujui kama una watusi, hatujui kama unaongea vitu zako, hatujui yani unaongea hata vitu za heshima ama, e, kumeenda namna gani? Wewe wakati ambapo hiyo karama yako wewe mwenyewe unaitumia namna gani? Tuitumie kufikia hata wale wengine na hiyo baraka kwa wale wengine tusilete mkanganyiko ndani ya kanisa ya Mwenyezi Mungu. Mungu natubariki atubariki, na tuwe wakati mwema na siku ya baraka kwa wale wote ndugu zetu ndada zetu wanaenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo eh, kuambudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Mungu nawe pamoja nanyi, Mungu nanye, eh, Mungu akawabariki akawaongoze katika ibada yote. Wali ambao wako na hafla tofauti tofauti za kufurahia, membi unalia kwa sababu ya kuachwa na mpendo wako, Mungu akupanguze wa machozi, Mungu akuongezee nguvu, aweze na kuwabariki na faraja yake, na awe pamoja nanyi hata wakati huu wa manjozi. Mungu na atubariki na neema yake itutoshe. bye, bye.